Hawezi kutembea akiwa mpweke. Kanuni mfanye mtu mmoja kuwa na shauku ya kutaka kujua kitu fulani, tutamkaribisha mzee Ibrahim, lakini kabla ya yote, paya atufujiu piteni mbele ntupatie wimbo na

tunazisema ambazo zinajumuisha muktadha wa somo. Mtunzi um, wa kitabu hiki amependekeza kwamba ili uzimudu hizi kanuni, weka miadi wewe na mwenzi wako au rafiki yako kila utakapokiuka hii kanuni. Yeye alikuwa anasema, ukikeuka mdai dola dola moja, dola moja huku ni kama 2700 asb. Basi ukikiuka mwambie, mimi nikikiuka mdai buku itakusaidia kukujenga kutimiza hizi kanuni. Kanuni ya kwanza tuliona, kanuni ya pili, sasa kanuni ya tatu inasema, amsha shauku ya kutoka moyoni ya mtu kufanya jambo. Alitoa kisa cha mtoto wake wa mwisho, ana miaka mitatu. Alikuwa anataka aanze kidagate. Kwanza uanze chekechea mwanao, sawa, chekechea ni vizuri na nini? uanze kidagate uwe kama baba yako e mtu mkubwa na nini? Sasa kianza mimi e, nikatoto katika miaka mitatu kaanza kufikiria kuwa mtu mkubwa ni nini akielewe. Kwahiyo hakana mpango naye chekechea, ao mzazi hivi hivikani nini mtoto huyu aweze kukubali kwenda chekechea, mtu mkubwa katika maisha. Wazazi wengi hatu ni wavivu kufikiria. Sasa yeye akafikiria, akapata wazo. Kindagati ndio wanafanya nini? Wakafizana. Yeye mume wake na mtoto. Kindagati ndio wanacheza mchezo. Ehe, wanaimba, wanafanya nini? Wao wakaamua. Hiyo ndio baba, mama na mtoto wote wanacheza mchezo fulani. Sikujua mchezo wa kindagati ni kwa moja wao ni lakini wakawa wanacheza, wanafurahi, wanaimba, wanacheza, wanacheza, wanaonyeshana pale ishara, wanaimba. Kae gatondo kama achungulie ile kwenye kona. Mmm. Wana nini kama kama inamtia msia hii?

kadhalika wakaenda kinagate na wala walikuwa na changamoto. Sasa mfano mwingine ambao ulitolewa ni, ni katoto kengine ambako kenyewe kalikuwa hataki kula mboga mboga. Hiyo mambo yana kula mboga mboga, ah, ni mboga mboga za nini? Katika hakika mimi sitaki mambo ya mboga mboga. Kwa hiyo ukawa anakwenda konda na nini. Sasa mzazi akawaza hivi, hapa nafanyeje ili niwaamshe ashauri ya mboga mboga? Mama akajiongeza ehe Mwanangu, njoo, njoo. Tabuta labda Mary. Mary, njoo, njoo. Haya, joa. Leo, utapika mboga mboga. Mama huyo, akaingia jikoni, sufuria hiyo hapo. Siti nini nini, kampa mboga. Weka mafuta nini nini. Haka wakuta <laughs> <laughs> <laughs> kana Baba, anaingia yu wana Baba, leo napika mboga mboga. Kani mboga kupika. Unafiri mboga mboga zile, kani kula. Tawasi nchana isi tu. Kana kamenisikia kamepika kenyewe. Eni kana taka umaarufu.

Asiye baba hakuna mawazo, baba anafanyia. Hizi zinafanyaje wewe mtoto? Sasa watoto wana wanafanyia, kumbe anapenda pajama. Pajama si mavazi fulani ya watu. Eh? Ya kulalia, wanavaa hapa. Sasa yeye kwa anavalisha mikaoni kama mvivu. Ah, ni mikaoni ya mvivu stack. Sasa mapajama hapa ya baba. Sasa anajua ah, cha kwanza anapenda pajama. Akaenda kingine. Eh? Kitu kingine nini wao wanapenda? Anapenda kitanda chake. Anataka kwenda kitanda chake. Kwa hiyo baba akasema, akamwambia mama bibi yake. Na kana bibi ndio alipanda hela hela zaidi basi. Kwa hiyo akasema bibi, kuna option ya kuboki na kitanda na pajama. Ana ah ese, kwa sababu ya kujelewa hii kila siku. Ah bibi sio. Aya, kwa hiyo wakaenda safi, twende tukanunua. Kadao kaweka kameka michache mitatu na fikiri. Kwa hiyo hao hao. Sasa walichofanya cha kwanza akaingia kwenye showroom ambapo wanauza vitanda na pia wakaniua kijana. Sasa yule mwenye showroom akamkonyeza yule muuzaji, hebu mkonyeza kiti, akaelewa kwamba kuna mtu leo anamwambia. Alafu mkonyeza akamwambia, leo tumetembelewa na kijana ambaye anataka afanye shopping ndani. Baada ya kumkonyeza